Naka Hello, hmm. madam. Nzuri sana. Happy New Year. E, mimi niko vizuri e, kabisa. Mimi sioni kama nitarudi hiyo kazi. Mimi niliziambia, mimi ni mtu ambaye nimeokoka. Kila siku ulikuwa unashinda ukikuja nyumbani ukiwa mlevi, ukiwa mlevi mimi nimesema sitaki kurudi kazi kwa mlevi tena. Heri hata nilee kuku e, sirundi e, tafuta msichana mwingine mwenye anapenda pombe kama wewe e, na kuongelesha hivyo, kwani umenianjili e, ni sawa Tana ndabu, kazi yake ilikuwa tu niende alewe huko, akimaliza kulewa akuje kama amezitapikia amezikojolea, mimi nishinde nikiosha matapishi ya mtu mkubwa, alafu sahii ndio anajua kunipigia simu kuniuliza kama narundi. Narundi wapi kutoka nikuja Meru? Nishaikufa, nishai hebu akwende huko.